Kasema ene, ngoja ngoja, tuwapumzishe kidogo wawatoto hey. maana kuna namna, huruma sisi, tuna huruma yeah. hey. kuna huruman <laughs> hey. Unajua kuna namna fulani hivi nika, nika, mixo nikaingia ndani, au hey. wako wachache sijui yeah. Nikaangalia nika, nika pale, nikafikiria hawana sababu wakafanya na sababu wakafanya halafu kuna watu fulani nimewasikia wanaeneza tetesi wanasema, waliingiza watoto wa timu B. Mimi nikauliza tu swali, mimi tu nikamuuliza tu swali kidogo, yule mtoto Morris Abraham ana miaka mingapi? Yule Morris kipindi anacheza uwanjani e, siko tunabishana kule jukwaani, kuna watu wanasema Messi; wengine Ronaldo; e, Mbappe; e, si nani kama Naomba iende kwenu. Sisi ni hapa tunaripoti tukiwa uwanja Taifa. Mimi hapa nitasema jina mchango wangu Mandala wa Simba, mwenzangu Shangwe, mwenzangu Amos. Tunasema hivi, tatu zinawatosha Baba, Baba, tatu za huruma, tatu za huruma mshambuliaji wenu hey, Soa Soa Soa. Soa, soa, soa, soa, soa. Hey, unapomwongelea Soa kwanza kama wimbo wa taifa uwimbwe hey, kwa sababu ndioteka ndio, ndio, ndio pekee hmm. Ligi kwanza anapata gori ili kajionyesha kwamba yeah, yeah. yeah. yeah. ni bonge la striker. Yeye ndio striker. Kucheza mechi ya kwanza ya ligi tu na ndo kawaida yake Alipokuja ligi msimu lopita nusu ligi ana goli karibia kumi na tatu ligi inaanza anafungua goli. Ni striker hatari jawahi kutokea yaani kufananisha Soa na Dube ni kukosea nidhamu mpira. ah. ah. ah. Soa na Dube eh. ni kukosea adabu mpira ah adabu ulikuwepo, na ikitokea mtu anafananisha hao atakuwa, tumkamate tumpeleke sento kwa mahojiano, anaweza kaga gaidi. Haiwezekani umfananishe Soa na Dube, vitu vile mzungu anasema impossible, impossible. Hapo utoka kwa shabiki, kwa mfano, labda wewe hapo ni kocha Selemani Matola, umeona umepewa timu ya Simba kati ya soa na selemani mwalimu, utamwanzisha nani? nzuri. kama kocha e, sasa usiseme kama kocha, mimi ni kocha waandishi e. e. anajua yeah. na kocha, kocha. leseni yeah. kocha. Yeah. Natumia, yeah. natumia mifumo yangu yeah. natumia mifumo yeah. mimi hao. ao na kuna kitu tunaita mixing football. Hapo ninachokifanya mwalimu, unamweka pembeni namba kumi na moja Ibrahim Morris namweka huku, namba saba, haua namweka namba kumi. Sawa, namba tisa, lete Bayern, lete Madrid, lete nani hapa. Kwa maana hiyo, katika katika kikosi chako sasa, nani huyu mkongomani ana namba nani huyu huyu nani huyu No, kuna kitu cha kuelewa. No. Unatumia ufundi unaposikia timu ina kikosi kikubwa, yaani unaposikia akuloesha bakitu leo amekutana na teacher, ticha. Yeah. Yeah mimi na esenakonyeshe kidogo angojaataaatapagaani nakupa madini nakusaidia wewe na familia yako, natoa kwenye kamera na nyuma mwiko pia. Wajue, unaposikia timu ina kikosi kipana au kikosi kikubwa, tafsiri yake mchezaji anaoanza na anaokaa benchi, viwango vinafanya nini? Vinafanana. Kwa hiyo tunapokwambia anapoanza labda Moris Abraham. Kwa kiyo. Yeah. kiwango cha Moris okay. na Mpanzu kiwango iko kimoja. Ndio kikosi kipana. Mm. Ukiona timu sisi Simba no tuna ugonjwa tu wachezaji wanaoanza mm. na wanao benchi vitu vili tofauti. Yeah. Lakini msimu huu wachezaji wanaoanza na benchi, yeah. benchi wanafanya um. nini? Way, wanafanana. Way. Uh, uh, uh. Leo kama ulimwangalia vizuri yule beki wetu anaitwa na Roshana Kama mm, ulikuwa makini, ulimwangalia kuna kitu kimoja, kuna kitu cha hatari alikifanya. Cha hatari mno. Kwenye boxi alifanya sliding keielin sedin alifanya ile mara mwisho, mtu alifanya alikuwa na dodilima mwaka elfu moja mia tisa sabini na mbili nilikuwa chuodniiliuwa chuowea alifanya hiko kitu umeelewa? Si kitu cha hatari na <tipia? tipia> kitu kipya ni mkumbusho eh, kitu sukijua yule rushaina kasababisha asilimia sabini masista du, wa Yanga kwa mia Simba kweli, mia kweli, zile tatu zile, sijui nini mpaka shingoni tatu, nakwambia, nimekaa hapa pakijaa akipiga pasi Hey. Oh, swali la mwisho oh, <laughs> <No, that's... laughs> Yeah. Yeah. <laughs> na vipi huyu Anthony Mligo huyu wa Namungo vipi, unaona katika kikosi chako na namba? Ngoja usimalize kocha Fado kabla hajaondoka, kuna beki aitaka aletwe hapa aliletwa akamba no yule pale akamba, yule ndo namtaka mimi mm. Mm -hmm. yule ni beki ambaye wa kizazi kipya anacheza mpira wa kisasa, si ndio? Yule ukimchukua mfano, ukimpeleka Manchester anaweza akawasaidia

kuna maandiko imetabiri kwamba Simba ndo timu italeta ubingwa wa Afrika, kifungu kifungu mm. Hatuseme atakuambia atu kitabu atu gani, kaangaike mwenyewe na ngoja ngoja, pasipoti nini ya kusafiria unayo? nyinyi un yeah, waandishi huko yeah, nyuma ma passport mnazo, jiandaeni msimu ujao, tunaenda kuchukua ubingwa wa Afrika, tunawabeba waandishi, mashabiki, jiandae, jiandae. Hii ndio sema bwana, unatangua kujiandika na kwamba na mimi nilikuwepo. <laughs> Unahisi kwamba huyu Anthony Mligo atakuja kuziba pengo la

kwa hiyo kuna muda atuangalii tu kipaji cha mchezaji tunaangalia pia na umri. unasikia? unawapeleka mbali. atuangalii no? nini kipaji cha mchezaji tunaangalia nini na umri. baba baba, anaweza kupa faida. Kwa nini Simba anaangalia umri? kuna kitu takigundua, msimu uliopita Tanzania kuchukua ubingwa wa ligi kuu sio story. kitu msio kijua. Tanzania kuchukua ubingwa wa ligi kuu sio story. kwa sababu ubingwa wa ligi kuu anachukua Simba na Yanga, Simba na Yanga, Simba na Yanga Tori katika zetu sisi kucheza fainali ya kafu kuchukua ubingwa wa kafu. Siliangazi Simba za finali kwa sababu, ina wachezaji vijana the future. Simba ina future, kuangalia kule, sio hapa. nyuma ya pazia unasikia, hii timu ya leo, umeona hii tunacheza nayo sisi Yanga angekufa leo eh, kabisa yeah. Mapema wewe wewe, usikilize singano eh. Singano nisikilize, hii timu tunacheza nayo sisi leo uh -huh. Angecheza Yanga leo, angekufa imetoa testi kubwa kuliko jana timu. Wale wale, pamba timu, timu, timu ina wametoa testi, nisikilize mpira oh. Angalia sababu moja